Mvutano kati ya Marekani na Venezuela umefikia kiwango cha hatari baada ya serikali ya Donald Trump kuongeza kasi ya uwepo wa kijeshi katika bahari ya Caribbean, hatua ambayo haijawahi kushughuliwa tangu uvamizi wa Panama mwaka 1989. Washington imekuwa ikimtuhumu rais Nicolas Maduro kuongoza mtandao wa uhalifu unaoitwa Cartel of the Suns, madai ambayo Caracas inayakanwisha vikali na kuyataja kama kisingizo cha kufanya uvamizi usio halali katika kampeni yake Trump ametangaza zawadi ya dola milioni 50 kwa mtu yeyote atakayesaidia kukamatwa kwa Maduro. Wakati huo huo, maofisa wa serikali ya Marekani mjini Washington wamesema operesheni inaingia hatua mpya, huku mashirika ya ndege ya kimataifa yakisitisha safari kuelekea Venezuela baada ya taarifa za ongezeko la shughuli za kijeshi na hatari ya usalama. Katika kipindi cha wiki kadhaa, Marekani imekuwa ikishambulia boti ndogo ndogo kwenye bahari ya Karibia na Pacific kwa madai ya kupambana na biashara ya dawa za kulevya. Shambulio la kwanza lilifanywa Septemba, lililolenga mashua ndogo iliyodaiwa kubeba dawa za kulevya na kuua watu 11. Tangu hapo mashambulizi 21 zaidi yameripotiwa na kusababisha jumla ya vifo vya watu 83. Umoja wa Mataifa na mashirika mbalimbali ya kibinadamu yametaja mashambulizi hayo kama mauaji nje ya taratibu za kisheria, kwa sababu hakuna ushahidi wa moja kwa moja kwamba mashua hizo zilikuwa tishio au zilikuwa zinabeba dawa za kulevya abiria wawili pekee waliopona katika mashambulizi hayo walirudishwa Colombia na Ecuador bila kufunguliwa mashtaka kutokana na Marekani kushindwa kuwasilisha ushahidi wote wa madai yake. Trump pia amewahi kudai kwamba boti hizo zilikuwa zimejaa fentanyl, lakini dawa hiyo haitengenezewi kusini mwa Amerika. Inajulikana zaidi kuzalishwa Mexico kwa kutumia kemikali kutoka Asia. Uchunguzi wa DEA wa mwaka 2020 unaonyesha kuwa asilimia 74 ya cocaine inayoingia Marekani bahari ya Pacific, na asilimia nane tu kupitia visiwa vya Caribbean. Ingawa Venezuela hutumiwa kama njia ya kupitisha kiasi fulani cha kokaini kutoka Colombia kuelekea Ulaya, ushahidi wa kuonyesha kuwa ni njia kuu ya dawa za kulevya kwenda Marekani ni mdogo sana. Hii imefanya wataalamu wengi kuamini kwamba madai ya vita dhidi ya dawa za kulevya yanatumika kama sababu ya kuongeza presha ya kijeshi dhidi ya Maduro. Kuanzia Agosti, Marekani imeanza kuhamisha jeshi na silaha nyingi karibu na pwani ya Venezuela. Kitu cha kwanza kilichowasili ni kikosi kikubwa kinachoitwa Iwo Jima Amphibious Ready Group ambacho kina meli ya kushambulia, meli mbili za usafiri wa wanajeshi na vifaa vingine vya kijeshi. Oktoba, Pentagon ilitangaza kutumwa kwa USS Gerald R. Ford, manowari kubwa zaidi na ya kisasa duniani, ikiwa na zaidi ya wanajeshi elfu nne, ndege za kivita na meli za kivita za kuambatana nayo. Manowari hiyo iliwasili Karibiani tarehe 11 Novemba mwaka huu. Wakati huu Marekani ina takriban wanajeshi 12,700 katika eneo hilo, idadi ambayo wachambuzi wanasema haitoshi kwa uvamizi wa ardhini ambao ungehitaji kati ya wanajeshi elfu hamsini hadi laki moja na nusu. Hata hivyo, idadi hiyo inatosha kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya miundombinu muhimu ndani ya Venezuela, Marekani na vituo vya kijeshi katika Puerto Rico, Honduras pamoja na Cuba. Katika Aruba na Karakao, Marekani ina vituo maalum vya ufuatiliaji vilivyowekwa katika viwanja vya ndege vya wenyeji vinavyotumika kwa operesheni za usalama na kupambana na ugaidi. Vituo hivi viko karibu zaidi na pwani ya Venezuela na vinaweza kutoa msaada wa kiintelijensia kwa mashambulizi. Katika Puerto Rico, picha za satellite zinaonyesha marekebisho makubwa yakifanywa kwenye uwanja wa ndege wa zamani wa kijeshi Roosevelt Road pamoja na uwepo wa mahema ya kijeshi na mazoezi ya wanajeshi tangu Agosti, hatua inayoongeza hofu ya maandalizi ya operesheni kubwa. Iwapo Marekani itaanza mashambulizi ya anga, maeneo mengi ya Venezuela yanaweza kuathirika haraka, hasa kwa sababu idadi kubwa ya watu wanaoishi karibu na pwani ya kaskazini, ambako mji mkuu Caracas uko mbali wa kilomita chache tu kutoka baharini. Wataalamu wanaonya kuwa mashambulizi yote, hata kama hayahusishi uvamizi wa ardhi, yanaweza kusababisha machafuko, kukatizwa kwa huduma muhimu na kuongezeka kwa wakimbizi. Jeshi la Venezuela limetaja madai ya Marekani kuhusu Cartel of the Suns kwa uongo wa kishenzi unaolenga kuhalalisha uvamizi haramu. Wataalamu wanakubaliana kuwa kundi hilo si kateli halisi bali ni neno linalotumiwa kueleza ushirikiano kati ya baadhi ya maafisa wa serikali na mitandao ya uhalifu ili Maduro aendelee kubaki madarakani. Wakati huo huo, Marekani imekosa kutaja mipango yake waziwazi. Trump mwenyewe amekuwa akisema chaguo zote ziko mezani, kauli inayoongeza hofu ya vita vipya katika ukanda ambao tayari una misukosuko mingi.